Eh, baada ya hijra ya bwana mtume. Naam. Na eh, ulipoingia mwaka huu wa tano eh, katika matukio ya muhimu ni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alimwoa Sayyidatina Zainab bint Jahsh na na kisa eh, chake ni maarufu. Insha Allah tunaweza kukiashiria sehemu nyingine, lakini katika eh, matukio ya kivita eh, yaliyotokea <coughs> ni vita vinavyoitwa Dhatu Riqa'i, Ghazwatu Dhatu Riqa'i. Vita hivi vilikuwa katika mwezi wa kwanza Muharram. Manake ilikuja habari kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa baadhi ya makabila ya Najdi, sehemu ile inaitwa Najdi. He, ilikuwa wamejikusanya wataka kuja kupiga Waislamu. Bas akatoka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na masahaba mia nne takriban, na pia katika riwaya wasema baadhi ya maulama watu mia saba au masahaba mia saba Akafika, wakatoka, wakafika mpaka karibu na yale makabila na wakapatana waka na e, baadhi ya watu kutokana na kabila la Ghatafan <coughs> wakakaribiana, yani yale mapote mawili, pote yale ya Ghatafani na hawa e, waislamu bwana mtume sallallahu alaihi wa, wa alihi wasallam na masahaba zake lakini, yani, baada ya ile kukutana hawakupata, yani hakukuwa na vita, hakutokea vita, ingawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa e, katika uh, kuleta sheria ama kufanya tashrii ni waliswali swala ya hofu. Kuna ile swala tul khauf usomo katika vitabu vya fiqh, tukaelezwa lau watu watakuwa katika jihadi, wataswali vipi? Wataswali vipi? Wataswali hivi, wataswali kumwelekea yule adui, yani ikiwa adui hayuko kwenye kibla wa hakadha ima ile swafu ya kwanza itakuwa ita yaenda na imamu katika raka ya kwanza, swafu ya pili yalinda, kisha raka ya pili swafu ya pili yalinda yaenda na imamu, swafu ya kwanza yalinda, wa hakadha eh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basi swala kama hii, swala ya khofu, iliswaliwa katika hii, eh, ni ghazwat Dhaati Riqai, na ndio katika mambo muhimu yani yalotokea. Na hapa tunaona umuhimu wa swala jamani eh. Hata katika vita eh, watu waogopa mambo ya kufa na nini na nini, lakini bado hakuna hakuwa tu swala naam. Kwa hiyo katika vita kama hivi, hilo ndio jambo la muhimu zaidi lililotokea. Eh, naam eh, bas Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, baada ya hapo wakarudi zao, lakini kama tulivyosema hawakupata vita vovote, yani hawakupigana, hakukuwa na mapambano naam. Eh, katika matukio pia yaliotokea mwaka eh, huu ni vita va eh, dumat dhati jandal dumat Dhatul Jandal vita hivi e, vilitokea yani mwaka huu mwaka wa tano katika Hijra, na kwenyewe hii sehemu ni mbali kidogo, ni mbali na Madina takriban, ni karibu zaidi na Sham, ni karibu na Dimashqi, e, ni karibu na Dimashqi takriban kwa siku tano tu yani, kwa mwendo wa kitambo ushaona, e, ambapo ukilinganisha na Madina ni takriban siku kumi na tano au kumi na sita kwenda, naam. Basi ilikuja habari kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuwa pale e, hapo Dumat Jandal kuna watu ambao kama utasema kwa lugha yetu mashifta, kila anayepita washamnyaka, kila anayepita wamnyaka, mtu akitaka kufanya e, biashara yote yuashikwa maskini na sana. Watu wakitoka huku Maka au Madina wakaenda Sham kufanya biashara, basi mtu akaenda pale wamnyaka, wamnyaka. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akapata habari pia kuwa wale wapanga kuja karibu na Madina. Yaani, wataka kusongea kusongea mpaka wafike karibu huku wa na Madina eh. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akatoka pamoja na eh takriban waumini elfu. Wakaenda waka sasa wakawategea wale eh, eh, hawa maadui hawa makafiri ambao walikuwa wakiteka teka nyara watu na nini, wakawategea eh, mpaka wakaja wakapata E, wanyama wao hitaje mi, e, mifugo yao wakapata na wale wana, wa, uh, jie, wana wachunga, wachungaji wale walipowapata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawashika wengine wakakimbia, wengine wakahepa. Eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaendelea kuwafuata akaendelea kuwafuata akaendelea kuwafuata kuwa mpaka alipofika ile, e, e, ile sehemu yao ile sehemu ambayo wao wameweka kambi. Eh, wakashindwa wale, wakaona hawa waislamu hawatutoweza, basi wakatoroka wakaenda zao. Pia hakukuwa na vita vovote ama hakukuwa na mapambano yoyote. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akarudi zake Madina bila hayo mapambano, na ilikuwa takriban, huu ni katika mwezi wa Rabiul Akhir, yani Rabi, eh, Rabi thani. Naam, la ilaha illa Allah, rasulullah. Vita vingine vilivyotokea katika uh, mwaka huu pia vya muhimu kabla tuzungumzie vita vikubwa, yani vita vya Khandaq, ni vita vinavyoitwa Ghazwat al-Muraisi. Vita hivi ilikuwa katika mwezi wa Shaabani kwa kauli ya wengi wanazuoni, na sababu yake ni kuwa e, kuna mmoja katika mabwana wa Banul Mustaliqi akiitwa Al-Harith bin Abi Dirar, huyo alikuwa kutoka Khuzaa Alikwenda kwa watu wake akawashajiisha akawatiatia akawatia maneno akawatia maneno akawatia maneno eh, na akaenda paka kwa watu ambao si katika makabila yake, yani Waarabu wengine, akaenda akawatia maneno wote ambao walikuwa wamsikiza. Basi akamwambia twendeni, bwana, tukampige vita huyu Rasulullah, yani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bas akapata watu akapata watu akapata watu eh, akatuma mtu kama jasusi kwenda kuangalia angalia wale Waislamu hali zao na nini na nini na nini, lakini yule maskini akapatikana, yule jasusi akapatikana, akauawa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipojua tu ile habari haraka haraka kapanga jeshi akamwambia Waislamu, haya tutokeni, tutokeni vita. Waislamu wakajipanga haraka, haraka wakatoka ye Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na waumini na eh, katika vita hivi palitoka pia munafikina. Walitoka wengi katika munafikina wengi katika munafikina walitoka kwa sababu walijua hapa kuna ghanima. Najua wanafiq ilikuwa e, hawatoki na ndio kawaida hawatoki, ila kwa maslahi. Basi walitoka wakijua kuwa kuna ghanima. Almuhim, wakatoka bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika huo mwisho mwisho wa mwezi wa Shaabani siku ya Jumatatu wakaenda, lakini kabla ya kuwafikia wale watu <laughs> habari ikawafikia wale, Mungu akawatia uoga wale maadui makafiri Mungu akawatia uoga e, wakaogopa sana, mpaka e, hata hawakukaribiana na waislamu kwa mbalimbali, wakaanza kurushiana nini mikuki, wakaanza kurushiana e, ama ni mishale afwan, wakarushiana wakarushiana wakarushiana <coughs> paka la ilaha illallah muhammadur rasulullah mwishowe, waislamu wakaja kwa nguvu e, wakawazunguka wale wakawalemea kabisa wakawashinda kabisa, halas wakatukua mateka wakawatukua mateka, na hakuna hata mmoja katika wale waliohepa, yani walioponyoka. Eh, wakauawa katika hawa makafiri watu kumi, na miongoni mwa Waislamu waliuliwa tu eh, mtu mmoja nah, lakini Waislamu walipata ghanima kubwa sana sana sana, walipata ghanima takriban ngamia elfu mbili ah, wakapata takriban mbuzi au kondoo elfu tano subhanallah. Eh, kwa walipata yani, eh, eh, eh, sawa sawa walipata ghanima sawasawa sawa, kama tulivyosema wale munafikina hawatoki isipokuwa hawatoki isipokuwa watoka kwa ajili wajua kuna maslahi, yani, kuna ghanima ha? Bas wakaendelea wakarudi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akarudi na akafanya taksim ya zile e, ghanima ha? Wote wale waliohudhuria katika jihadi Juwairia, binti Harith. Naam. Na huyu Harith ndio yule tukasema bwana wa Bani Mustaliq. Basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimoa mtoto wake huyu na katika vita hivi sasa walipokuwa wakirudi, ndio ilishuka aya ya tayammum. Ilishuka aya ya tayammum. Naam. Na inshallah tukiafikiwa katika madarasa yatakayokuja, tutazungumzia eh, masala kidogo tutugusie, yani masala ya tayammum, aya yake ilikuja vipi na kisa chake